CAF Yaufungia uwanja wa Benjamin Mkapa, hatma ya Simba Sports Club robo fainali yawekwa katika mizani. Karibu tena kwenye TFF Leo, mimi ni 47 na leo tunaangazia moja ya habari kubwa inayotikisa soka la Tanzania. Shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF, limeufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na kushuka kwa ubora wa eneo la kuchezea, pitch. Uwanja huu, ambao kwa muda mrefu umechukuliwa kuwa moja ya viwanja bora zaidi Afrika Mashariki, sasa umeonekana kutokidhi viwango vya CAF kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Je, hatua hii itaathiri vipi Simba Sports Club kwenye robo fainali ya CAF Confederation Cup? Hebu tuchambue kwa kina. Simba Sports Club yapata pigo kubwa. Moja ya mechi kubwa zilizopangwa kufanyika kwenye uwanja huu ni robo fainali ya Kombe la Shirikisho. Kati ya Simba Sports Club dhidi ya Almasri ya Misri inayotarajiwa kuchezwa Aprili 9. Kutokana na uwanja wa Mkapa kufungiwa, CAF imeagiza TFF kuwasilisha jina la uwanja mbadala ambao utatumika endapo maboresho hayatakamilika kwa wakati. Hii ni pigo kwa Simba Sports Club, kwani kucheza mechi nyumbani ni faida kubwa, hasa kutokana na nguvu ya mashabiki wao. Maswali muhimu kuhusu hatua hii. Moja, kwa nini CAF imeufungia uwanja wa Benjamin Mkapa? CAF imeufungia uwanja huu kutokana na ubora duni wa eneo la kuchezea ambalo halifikii viwango vya mashindano ya kimataifa. Mbili, je, hatua hii itaathiri vipi Simba Sports Club kwenye kombe la shirikisho? Ikiwa maboresho hayatakamilika kwa wakati, Simba Sports Club italazimika kucheza kwenye uwanja mwingine ambao TFF itapendekeza kwa CAF. Hii inaweza kupunguza faida ya kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wao. Tatu, ni uwanja gani mbadala unaweza kutumiwa? TFF bado haijatangaza rasmi uwanja mbadala lakini viwanja vinavyoweza kuzingatiwa ni Mstari, Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam CCM Kirumba, Mwanza, Aman Stadium, Zanzibar. Nne, je, kuna uwezekano wa uwanja wa Mkapa kurejeshwa kabla ya Aprili 9? Ndiyo, ikiwa TFF itafanya maboresho haraka na CAF itaridhika na hali ya uwanja huo baada ya ukaguzi mwingine. Tano, je, hii ni mara ya kwanza kwa uwanja wa Mkapa kufungiwa? Hapana, viwanja vingi Afrika vimewahi kukumbwa na changamoto za kufikia viwango vya kaf na uwanja wa Mkapa umeishawahi kukosolewa kwa hali ya nyasi zake. Hitimisho: hatua hii ni changamoto kubwa kwa soka la Tanzania, hasa kwa Simba Sports Club ambayo inategemea uwanja wa nyumbani kwa faida ya mashabiki wake. TF liofu inapaswa kuhakikisha maboresho yanafanyika kwa haraka ili kuepuka athari kwa klabu za nyumbani zinazoshiriki mashindano ya kimataifa. Je, unadhani TFF itamaliza maboresho kwa wakati ili Simba Sports Club icheze nyumbani? Tuambie maoni yako kwenye comments. Kwa habari zaidi kuhusu suala hili na maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania, endelea kufuatilia TFF Leo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuwa sehemu ya familia yetu. Asante kwa kuwa nasi, mimi ni 47 na hii ni TFF Leo.